Kwako Dada Alice, karibu sana. Asante, mm -hmm. Na hongera mm -hmm. mm -hmm. kwa kumaliza mkataba, mkataba wao nyumbani. wow. tu nyumbani una kazi maskini mm, nyumbani ni wapi kazi? Chanika, Chanika. Ehe, unajua unajua kilichokuwa kinakunyemelea pale mimba na una, una, una kazi e mm -hmm. Fikiria unapata mtoto huna kazi, maisha yanazidi kuwa magumu si ndio? Eh, kwa hiyo ukatuona kutoka, kutoka Chanika kazi. Eh. E. Eh. Nangia, Anamshukuru Mungu pia amemaliza mkataba wengine walifeli wakaishia njiani. Eh, hao siku zote wapo. Hao wakuishia njiani wapo kwa sababu hata e, mi napenda sana kutumia mfano wa Biblia kwamba hata Yesu alivyokuja alicha alikuja kutukomboa wanadamu wote lakini kuna wachache wa, wana, wanaelewa wanaokolewa wanamfuata wanafata utaratibu na wengine hawafati. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe kama hakuweza kuokoa dunia nzima unafikiri sisi tutaweza kuwakomboa na wake wote? Hapana, ni wale ambao wako tayari kujipigania. Wale ambao wako tayari kupambania ndoto zao, hao ndio tunaenda nao, ndo kama akina dada Sara wewe na wengine wote wanaomaliza mikataba, hao ndio tuliokusudiwa sisi tuwasaidie. Wale wanaoishia njiani a, waendelee kuishia njiani kwa sababu na wao kuna maisha yao wameyachagua, ambayo huwaga hayana mwisho mzuri, kwa sababu mtu akiacha kufanya kazi anaenda kudanga. Ukienda kudanga, utaishia kupata magonjwa, utapata mimba ambayo huwezi kuitunza, matatizo juu ya matatizo. Kwa hiyo unarudi kwenye umaskini. Kwa hiyo wewe unachagua urudi kwenye umaskini au upambane na changamoto za kazi ili utoke kwenye umaskini. Wanaoamua kupambana ndio hawa wanaomaliza mikataba. Kwa hiyo wala sisi tunajua. Yaani, sio kwamba unafikiri wanatushtua wanaoishia njiani. Sisi tunajua tu, wameamua kurudi kwenye umaskini, waendelee kuogelea kwenye umaskini wao. Sisi tunachapa hapa. Na ndio maana matajiri sio wengi. Nafikiri kule juu kuna matajiri wengi wachache, na ni wale walioamua kukomaa, hawalali ndio hao wanaotoka kwenye maskini. Lakini huku chini wa maskini mafukara wamejazana kibao. Kwa nini? Kwa sababu hataki kujisumbua. Akisemwa kidogo kanuna, kakasirika, kabeba mabegi, kaondoka. Hao hapo, tungekuwa tuna uwezo wa kuwajua kwa kuangalia usoni, hapa getini kwetu wasingekuwa wanaruhusiwa kuingia. Lakini bahati mbaya, huwezi kumjua mtu kwa kumwangalia usoni. Mimi hapa nilisema nataka tu wapambanaji, wanajeshi wenzangu. Mimi ni mwanajeshi kweli kweli, si ndio? Ehe, haya tuende. Kwa hiyo sasa hapa sasa ishatimiza malengo yangu yani, <tiple> nilikuwa na wish ni nifanye biashara. Wow. Kwa hiyo nishapata ile mtaji Wow. Kwa hiyo nishaanza biashara nilikuwa na. Unaenda kuanzisha biashara gani? kuanzisha nilikuwa nataka biashara ya nguo. Hey, hey, na wewe mwenyewe unaonekana unajipenda. <laughs> Kwani umeweka kipindi chako hapa? Ehe. Hey. Sasa hivi unataka hata kwenda kuweka makucha yako kama ya kwangu? Ah, kuna shida eh. Yaani sasa hizi, na biashara ya nguo? Ah, nataka tena na wewe mwenyewe uwe mfano. Si unajua? Eh, yaani mtu akija akuta nguo ulo vaa umependeza na kwambia nataka kama hiyo. Eh, hey, na wewe unampa hiyo unavaa nyingine. Hivyo hivyo yani. Na u, uko vizuri. Ya. Yeah. Asante. <laughs> Yeah. Kwa hiyo unaenda kufanya wapi biashara? <laughs> Bado. Uh, hujajua? Okay.